Ukimzungumzia Diamond unakuwa na maumivu makubwa sana. Kitu gani ambacho unachokiona kwa Diamond ambacho hakipo sawa? Kwa sababu tukimzungumzia tu Diamond eh, hasa sasa nyimbo hii ya Sapampa, unakuwa na maumivu mazito sana, muda mwingine mpaka unataka kulia. Sapampa. hivi sapampa ni nini? <coughs> unajua maana sapampa? <coughs> hiyo ndio sapampa yenyewe Wow, una raha ku, mambo kutangazwa duniani. Ostaz, uh, wewe ni mtu ambaye unaojua vizuri mziki wetu wa Tanzania uh, umemeneji wasanii kipindi cha nyuma, unaojua uh, vizuri mziki wetu wa Tanzania mm. Na sasa hivi ukiangalia mziki wetu wa Tanzania uh, watu wanasema kwamba uh, unatolewa siku moja, siku mbili, siku tatu naisha masikioni mwa watu mm. kwa kwa, unauonaje mziki wa Tanzania baada ya miaka mitano misita kumi? Mziki wa Tanzania kwa kweli tunaendelea, hakuna mm, kitu kinachoweza kufika mbali kama akina adabu ndani yake mm. Adabu ndo kila kitu, tukiwa na adabu mziki utasonga mbali sana, lakini wasanii wa Tanzania wanapenda umaarufu sana, wanapenda ulevi, yani wanapenda ule... Kulewa, kulewa usta, mm. kabla ile, u, u, ule mziki uja kolea mm. umeona eh akishakubalika na nyimbo moja mbili basi, ameshajua ndio kila kitu, wanaanza kutukana hata wale msimamia au wale msaidia kitu mm. kama hivyo mm. kwao, mziki naweza kusema hivi, tukiendelea kusema kweli, kupambana kiukweli na kiuhalisia mziki mm. uko mbali, tutafika mbali sana mm. ba, mziki wa sasa hivi ukitolewa leo unakaa wiki tu umeisha, tofauti na enzi za nyuma. Ukienda sasa hivi uh, kwenye maklabu tofauti tofauti, watu wakitaka mziki wa kutulia, unasikia nyimbo ambazo eh, za, za enzi za nyuma sana, lakini sasa hivi mziki unasikika baada ya wiki tu, mwezi umeshaisha mm. Uh, ni kweli ni kweli kwa sababu wasanii wapende kuumiza vichwa mm. eh, simone kama hiyo sapapa, sijui sambamba, manini inaitwaje mm. sambamba sambamba, sijui sa nini Sapampa sapampa. mm. Jambo ametamka jamaa mmoja ambaye sio, ni jamaa, asija akanisema mwita jamaa, akanimaindi amelitoa. mm. Hilo neno jamaa kalichukua, kaliandikia wimbo, hajaelewa sapampa ni nini. mm. Ina maana gani? Imetoka wapi? Kasapoti mm. mambo ambayo hayana, hayana hata manufaa mm. kwao. Mziki wa zamani watu walikuwa wakiandika nyimbo, anakaa naifikiria, anakaa na nyimbo hata miaka kumi anayo mm. akija kuitoa Mm. Utafikiri imerekodiwa jana, kumbe ime, ndio maana miziki nakaa, lakini mtu anaandikia nyimbo stud mtu anaandikia nyimbo studio, mm. studio. Anaonyesha mimi msanii nimeandikia nyimbo studio hii, nimerekodi siku hiyo hiyo. Mtu anaona ni fahari, kumbe mtu unatakiwa uangalie matukio ya kijamii, watu wana shida gani mm. watu wanataka nini? Mm. Eh, imba nyimbo ambayo inagusa kila jamii, kila anayesikia huu wimbo mm. kama ni yatima umguse, ni mjane huu wimbo umguse, mm. ni mtu maskini umguse, tajiri umguse. Je, una uwezo wa kuimba wimbo ambao utamgusa kila mtu hapo? mm. ndo kazi ipo, utabaki kuimba nyimbo za, za kugusa tu wanaume wa, wanajifanya wanawake. Watu wanasifia mtu ambaye anaimba yani, anatoa nyimbo bwana, huyu amerekodi ndani ya dakika tano tu, wimbo ushakamilika ni Amerika. Msanii mkubwa sana, huo sio usanii, huo sio usanii, hiyo ndio sampamba, ndio sampamba yenyewe. Mona kama nyimbo alitoa Harmonize. Harmonize anaweza kutoa wimbo leo ameurekodi, miaka kadhaa imepita mi, huko Muona mm. lakini ana nyimbo nyingi sana, ana nyimbo za kina Bana Boy mm. Kuna wimbo ambao banabu ameimba hadi kwa Kiswahili mm. wallahi upo mm. nimeusikia mimi mwenyewe live banabu ameimbishwa Kiswahili mm. lakini Harmonize nao na haja kutoa mpaka leo mm. watu wengi wanajua Harmonize ameimba na banabu nyimbo moja tu mm. wanavyojua kama ameimba na banabu hii mm. wimbo mmoja tu mm. na kama unakumbuka banabu alivyokuwa amekuja Kenya mm. Harmonize akaenda Kenya Nairobi kuna kipande cha video kwa ameenda kumalizia shooting ya video mm. Ngoja Harmonize atatoa mawe. Wewe acha bwana, wasanii wakubwa tunazungumzia Alikiba, Diamond Platinum, Harmonize wametoa kazi hivi karibuni. Kuna wengine walituandaa kisaikolojia kama Harmonize, uliona natuandaa kisaikolojia kwamba kutakuwa na kazi siku fulani. Alikiba naye vile vile alituandaa kisaikolojia siku kadhaa hivi e, wakaachia ngoma, lakini e, Diamond akaja kwa na watu wanasema kwamba nyimbo ya Diamond imekuja ku take over. Kwamba imefanya vizuri sana kuliko zile ambazo wamezimeachiwa mwanzo. Anasema hivyo nani? Watu gani wao wanasema nani? Mitandaoni tunaona watu wanaisifia nyimbo nzuri. Lazima asifie kwa sababu mambo ya sambamba. Watu wao wanaopenda mambo ya sambamba. Mwenyezi Mungu anasema maluunu ni maniami la amala kaum luti. Mm. Wewe acha bana. Unajua, ogopa sana. Ogopa sana. Unaona kabisa sasa hivi imeshakuwa kama ni halali kabisa mtu anajitangaza mitandaoni anajiachia afanye hivi. Mimi si atadara anadanganya eti nauza lipstick si lipstick. Ndio rafiki zake Diamond, hao. Na mwa wao ndio watu wake wa karibu. Wengine mm. mpaka mama mama, mama mkwe anaoita diva. Mm. Mama mkwe kaletewa zawadi na na, na, na, na, na mwanaume eh, hey, diva asante anamuita mwanaume diva. Hayo mm. ndio majina yao wanaitana huko. Wewe uone kama dunia imefikia mwisho na hao wanao support ukiona mtandaoni ni hao wao, kila diva no, wanaandika kwa mm, support yana wana support yana wenyewe kwa wenyewe, lakini hakuna mtu mwenye kiti mama anaweza kusupport vibo kama huo hakuna. Mm, tukimzungumzia Diamond unakuwa na maumivu makubwa sana. kitu gani ambacho nachokiona kwa Diamond ambacho hakipo sawa, kwa sababu tukimzungumzia tu Diamond eh, hasa nyimbo hii ya sasa unakuwa na maumivu mazito sana, muda mwingine mpaka unataka kulia <coughs> Sapampa. Hivi sapampa ni nini? Unajua maana sapampa? Unajua maana sapampa? Hiyo ndio sapampa yenyewe. Wao una raha kwa mambo kutangazwa duniani. Watu wow ki wanasema tiwe sapampa ni hela, lakini si hela ni mosidef pa eɗi sayi ko ko andaane mm. sapampam haya ndio mambo anayotaka wao wenyewe. Hayo ndio mambo ambayo Diamond anayataka. Mtu umeshaoa, tulia na mkeo, fanya maisha, mshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah amekupa maisha. Aona haribu maadili ya Watanzania hakuna maana. Kuwa kuna msemo ulikuja kwamba wasanii ni kioo cha jamii, na kama ni kioo cha jamii, ni kitu gani tunachojifunza kupitia wasanii wetu? ni kitu gani tunachojifunza kupitia wasanii wetu mm. hakuna zaidi ya kwamba wao ndo wanatupoteza sasa mm. hivi ilikuwa ni jambo la kuapa, kumpa, kumpa sapoti rais wetu wa jamhuri ya muungano wa tanzania mm. mama samia suluh hassan mm. eh? mm. kuipa sapoti serikali kuwaweka kuwa wananchi sawa kuwatoa katika wimbi la, la, la, la giza linalokuja mm. uo unawaza mambo ya sapampa mm. Lakini nyimbo mpaka itoke lazima imepitiwa na, na, watu wa maadili ya mziki wetu wa Tanzania, watu wa maadili nazungumzia, <laughs> Basata <laughs> kama nikuulize, kwambie kitu unajua, Basata inapitia ma maadili ndio, lakini kuna mambo, kuna vile visio ambavyo sisi tunavijua na tunajua kimemaanisha nini, <laughs> kimemaanisha nini, lakini wao hawafuatilii mm -hmm. Ni kama kwa mfano mimi hapa nazungumza, naanza kumzungumza mtu fulani, sijamtaja jina, namzungumza na nasema Dynamo mm -hmm lakini watu wanakaa tu, tunajua ukweli ni nini eh, ndio hivyo. Ustazi, mimi nina maswali machache kama sio mawili. Kwanza, kwa upande wako, mtu unaposikia mtu anasema fulani ni msanii bora, nini maana neno msanii bora kwa upande wako na, na, na kwa Tanzania, Tanzania kwa muziki sasa hivi, nani kwako kwa ni msanii bora kwa muda wote? Msanii bora mi kwangu ni Harmonize. Harmonize ni ni msanii bora, ni msanii ambaye alitoka ufotokopini kwa kujiamini na akajua ni nini nafanya, na amesimama stable mpaka leo, yuko stable ajayumba, na anatoa mawe mawe mawe, umenifahamu? ngoma mm. za maana, ngoma nzuri, mwona Harmonize ni msanii mzuri bro mm. tena sana, si kidogo. Harmonize ni msanii mzuri sana, si kidogo mm. eh Tukibaki hapo kwa Harmonize ninapozungumzia kwamba ni msanii mzuri. Sasa hivi tupo kwenye kinyang'anyiro cha kuelekea kwenye tuzo za Grammy. Harmonize ni miongoni mwa wasanii ambao wanakwenda kuwania tuzo hizo. Unaona kuna nafasi ya Harmonize kuileta nchini tuzo ya Grammy huenda kwa ni kwa mara ya kwanza kwake. Mimi na uhakika kama hakuna figisu zitakazofanyika. Maana kina Dynamo washindwe kutoa pesa ili mradi tu asichukue Grammy. Kama hamna figisu Harmonize analeta Grammy hapa hapa, hapa nchini kwa mara ya kwanza. Hata iwe mara ngapi ataleta, iwe kwa mara ya kwanza, ameshaleta hii grami raven mm. mm. ukisema mara kwa mara ya kwanza unakuwa unakosea mm. E, Harmonize kwa mara ya kwanza ndio okay. Ni lazima inshaallah, kwa uwezo wa Allah subhanahu wa taala Harmonize analeta grami mm. Tanzania mm. na mimi leo nimeenda maktaba mm. ofisini kwangu, nimeonyesha ofisini kwangu watu waingie Instagram kwangu, waangalie huko wa, nimepost huko YouTube mm na vitabu vya Albadiri zaidi ya mia atakemfanyia Harmonize figusu na msomea Albadiri, eh, wao watoe pesa, mimi nasoma Albadiri alafu tuone nani atakayeshinda. Watu wamekaa kuferishana tu kuferishana tu, kwani watu waferishane bwana, sina mtu wetu Albadiri bwana, chinja mbuzi hapo kuondoa hapo ndi potezi ya waka waka filie mbaya. Unazani kwa nini Tanzania tunafeli kuingiza wasanii wengi eh, kwenye hizo glami za kubwa kubwa hizo kuingiza kuingiza wasanii wengi kwenye kuwania hizo glami kubwa kubwa. Hawajiamini. Hawajiamini lakini wanaweza. Mbona nani hata yani hawajiamini tu lakini wanaweza. Mm. Wanaweza. Kama Rayvanny ashaleta glami na bado ana uwezo wa kuileta tena. Mm. Harmonize ni mtu ambaye Mungu akimfungulia inshallah akileta glami na mm. ataendelea kuzileta. Mm. Eh. Alikiba pia mimi mm. Eh, pia namshauri Alikiba aachie sasa hivi vitu yaani, asiye yaani, ah sijui kusema kweli management ya kule sana kwa sababu sio mtu kule King Music sijai, si mtu akwenda kule mm. lakini kwa management ya Kondi Gang ilivyojipanga programi mm. inakuja, mm. Grammy inakuja, tunajiandaa kuipokea Grammy ndio. Ah, tukizungumzia sasa hivi lebo kwa hapa Tanzania imekuwa ni changamoto sana, tumeona lebo haziendelei, tumeona wasanii wamekuwa wakitoka kwenye lebo kutokuwa na maelewano mazuri. Kwa upande wako una, una, unaweza kuongelea nini hapo? Ni changamoto kusema kweli. Tanzania mziki ulikuwa umeshakaa vizuri sana mm. lakini roho mbaya za baadhi ya wasanii waliokuwa wamefanikiwa ndio zinafanya mpaka lebo zisiendelee vizuri mm. roho -ro mbaya mm. yaani, kutaka fulani asiendelee yeah. yeye ndio aendelee, unajua mm. hapa Tanzania ilikuwa akili ya msanii msanii mmoja ndio alikuwa anataka yeye ndio awe msanii tu peke yake hapa Tanzania asipatikane msanii mwingine mm. na ndio maana alipokuwa achukua mameneja wa wale ma wa lebo zingine wale wakubwa kubwa mm. ili wale wakina Temba wafe wakina nini wale wakisimamiwa na wale mameneja wao mm. e, wa moto bendi wakachukua mameneja wao wamsimamie yeye mwenyewe mm. na bado kuna mwingine ambaye alikuwa hana lebo mm. mameneja kubi wa nini ili wasanii wengine wasiendelee wewe ndio uendelee, kwa hiyo hivyo hivyo mm. hatuwezi kushindwa kusema kwamba anatumia nguvu nyingi kuua lebo zingine ili aendelee aendeleee hmm. kubaki hasa kipindi hiki anapojiona yeye ameshuka na hmm. Na Diamond ameshuka. Eh, nani aliyeshuka huyo? ah uh, kimziki ameshuka, aliyeshuka eh. Huyo ameshuka, lakini kuna nyimbo kali tunazoona mtaani zinabengu, nasemaje ameshuka na hiyo. Kuna nani, ah sambamba, mimi sijasikia, sijui ali, sambamba ni nini? ndio nimesikia Yaani kusikia nyimbo siku moja uh, uh, uh, yuko juu eh? Sijasikia lakini zamani ee. Alivyotoa Bagara kila mtu alikuwa anashangaa, nilikuwa mfasi wake mm, ee. Lakini sasa hivi sio kama zamani, kwani tuseme ukweli mm. Kashuka kimziki, kashuka ndio, kashuka tena tena sana. Diamond Diamond ni ni nani? mm. ah, ee. eh. Umjui Diamond? Simjui. Ni, ni mwanamuziki yeah. Ana record label kubwa tena na media kubwa ah. Kwa umjui safi ni asalamu ana wasanii pale Zuchu, unamjua? Eh, Diamond si bosi wake? Diamond sasa. Ah. Lakini zamani bwana, sikia kwa, na wasanii wengi sana alikuwa na Harmonize, alikuwa na Rayvanny, alikuwa na Mbosso mm. alikuwa na Lava Lava, alikuwa si nani wengine. Walikuwa wasanii wengi lakini wamekimbia vipi tena? Si ndo kushuka kwenye ama kushuka ni aje? Eh, hebu, unabaki na Simba, unamjua sasa Diamond. Ameshangaa mtu anakazia mimacho, wewe simama, ameshuka. <laughs> <laughs> Kwa nini asishuke na watu wamekimbia? Maana ya kushuka ni nini, eh? Mm. Kushuka eh. Unajua, kuna watu wengine wanafuataga tu mkupo, hawajui maana ya mm. kushuka, umeniela bwana, huko ndo kushuka kwenyewe bwana. Mtu mm. wa kama wasanii wakubwa kama wale wanakupotea, wanakukimbia, wanakuondoka mm. unabaki na singeli mm. na huyo mwingine, wakiwa aliyebaki naye mm. akaona una sija, akanikimbia ngoni muoe, akamuoa. Kawa bibi yake. Usazi siku kadhaa nyuma tulikuona kwenye podcast yako uliposti momenti yako wewe na babake Diamond Mzee Abduli. Share na Watanzania kidogo, kipi ambacho kilikusukuma mpaka mtafute uzungumze naye na ukaribu wako upoje wewe na yeye Mzee Abduli eh? Ni mapenzi tu kwa yule mzee, kwa sababu yule mzee ni baba yake na msanii wa hapa eh, Tanzania, mzazi kabisa aliyemzaa, mzaa mm. Ani, hana baba yule msanii hana baba mwingine ila yeye, yule ndio babake mzazi mm. Kwa hiyo kwani kwa tusimpende tu babake msanii wetu? Yaani mnaweza kumpenda tu msanii, babake ake msimpende? Lazima tumpende na babake, mm. Kwao mimi nilienda kumtembelea kidogo na kupiga piga naye story na nini kidogo kama hivyo, eh, kumtembelea eh. Uh, na kufanyana mambo mazuri tu, inshallah ni hivyo tu. Kwa, kwa ujumla, afya yake ipoje kwa vile ambavyo umemwona? Afya yake? Eh. Eh. Afya yake labda tumtafute mtoto wake tumuulize. Unaona lakini? Mtoto wake sasa, mimi ukiuliza mambo ya afya ni mambo ya kindani ya kifamilia. Eh. E, alafu ni, mu, ni kama mwezi umepita no mm. Sasa hivi sijaonana naye, lakini kwa wewe, kwa sababu ni mwandishi, ungeenda pale ufotokopini ukapiga hodi ukamtafuta mtoto wake yule, mwanamuziki yule ambaye ni Nasibu, bwana, nimekuja kuuliza afya ya baba yako inaendeleaje? mm. e. Uh, mziki wa Tanzania sasa hivi mm. kwa miaka miwili mitatu inayokuja unauona wapi? Miaka miwili, mbona michache sana

mambo ya kurogana rogana, tukaacha mambo ya kufanyana figisu mm, tutakuwa mbali kimziki. Wasanii wanarogana sana, maana huyo unaizungumzia sana fitna, kurogana rogana. Ah, ndio hivyo wanarogana sana, wanarogana sana kwa sababu tu ya mafanikio. Mm, eh, Dunia kalminjari istiwa uhafi iiwijajiha, dunia ni kama mundu. Unajua mundu ni nini? Panga niiilipanga fulani, wewe Mswahili ulikua hujua ile ya kukatia majani ile. Sasa dunia ni kama mundu ile mundu ili majani ya, yakatwe vizuri, lazima kukipatikane kitu kama, kama mundu ile ya kati ya majani. Ndio dunia ilivyo, ili uipate lazima uende upinde mm. <laughs> ujipinde, usiwe straight, nenda wrong ndio unaona kama ndio Waarabu wamefananisha dunia kwa dunia. Ndio hivyo watu wanafanya mambo mengi ili wafanikiwe mm. maisha ndio mimi mm. naomba niulize swali langu la mwisho kwa upande wangu, mziki wa Tanzania umekuwa kama vile unawatenga wasanii wa, wa kike kulikuwa kuna Zuchu, kulikuwa kuna Nandi au, lakini sasa hivi wapo of course uwapo, ila kwa, hawa wengine kama vile sasa hivi hawawiki yupo Zuchu peke yake, shida ni nini mpaka wasanii wa, wa wa kike hawa hawavumi kama vuma Zuchu. Shida ni nini hasa? muziki wa Tanzania ni kama alivyosema yule mwanzo kwamba hauna ladha ya kuendelea hmm. Wangekuwa wanaimba nyimbo zile za kudumu, hata kama asingefanya kazi ya miezi miwili, hata miaka miwili, ile ngoma yake ingeendelea kupigwa hmm. lakini kwa sababu Tanzania wanafanya nyimbo nyepesi laini sana ambazo mtu akitafuna kama Big G ule utamu umeisha, mm. mm. Basi watu wafanye kitu, wafanye kitu ambacho ni chenye kudumu mm. Kitu kizuri kitakachovutia, yani kitu cha kudumu ni nini? Ni, ni, ni, ni kila ambacho kinagusa jamii mm. Leo kiimba leo wimbo no, unaozungumzia una, kutetea maslahi ya maskini mm. Au wafanya biashara kama machinga Tutaona machinga kila malio ngoma wataipiga wapi eh? lakini kila siku mapenzi, mapenzi, mapenzi, mapenzi, mapenzi hayana thamani. Mm. Sasa hivi mapenzi hayana thamani. Mapenzi yameimbwa mpaka yamekuwa hayana thamani, mapenzi. Mm. Mpaka imefikia tu hata wale wapenzi wenyewe hawaoni wanaume kama wana thamani, mpaka inafikia tu mwanamke analala mwanamke mwenzake. Hizi mm. mapenzi yalikuwa machafu, sasa hivi yalipofikia, yani wameyaimba mpaka mapenzi yamekuwa machafu hayafai. mm. Hayapo duniani mm. tena tukizungumzia wasanii ambao wamefanikiwa sasa hivi, ambao watu wanaweza kuona kabisa yes, wanatajwa Diamond, Harmonize, uh, Alikiba, Rivani, kuna anda kuna wasanii ambao wanakuja, upcoming artist, kuna kitu gani ambacho kinawafanya wasifikie hizo level za kina Diamond za kina Alikiba? Nafikiri au upcoming, kinachowafurahisha ni, ni uharaka na papara ya maisha mm. Mtu hajakaa sawa, hajakaa sawa, anataka ajitegemee, naashakuwa yani unakuta mtu, mtu anakaa kwenye lebo, anaangalia ale maisha anayoishi Harmonize. Mm. Anaangalia good time anayokula Harmonize, ile good time wanakula, Harmonize. Mm. Eh, anatamani na mimi hivi na mimi sinaimba kama huyu. Hakuna, mimi nitakuwa kama hivi mm, au nijitegemee mm. Anajitoa pale akajitegemee, kumbe bado anatakiwa atulie, atengenezwe, awe mwanamuziki bora mm mwisho wa siku akitoka pale anaenda kupotea wewe, mm. ni mtu ambao unajua vizuri mziki wa Tanzania nikizungumzia, umetembea kwenye lebo hizi kubwa kubwa kwa Harmonize wapi ume, umefika kote huko. Watu wanasema kwenye upande wa production, I mean studio, kumekuwa ni vifaa ambavyo wanatumia ma, DJ, ya, ya, ma producer ni kwamba havikizi haviproduce ile sound ya ule mziki ambao unahitajika, ukikompea na nchi nyingine inawezekana pia, hilo pia inaweza kuwa linachangia, kwa sababu sisi bwana tunapenda vitu simple sana, tunapenda hmm, vitu vya juu juu sana. Unanunua kitu simple cha bei nafuu, unaenda tu hapo Nairobi au Kariakora unanunua hmm, ushafungua studio, uki, uki, uki, uki, ukirekodi wimbo mmoja ukahiti, umeona ushakuwa producer mkubwa. Baada ya kutanua studio ununue vitu bora na vitu imara, unashindwa wanashindwa kununua mm. vitu imara vitu vizuri kutoka, wagiza za kutoka Amerika mm. studio kubwa, mtu akiingia sema kweli hii studio kwae, mm. atu, atuwezi. Sijui kwa nini. Mungu, Mungu ndo atusaidie bwana, kusema mm. kweli, atusaidie wasanii wetu tufike mbali mm. lakini ipo siku posiku tutafika tu pazuri. mm. Ostaz Juma, upo karibu na Konde Gang sana mm. tumeona Harmonize ametoa kazi friend zone, amemshirikisha Ibra. Umeona Ibra hajaposti chochote, kuna nini kinaendelea hapo? Kwa nini Ibra angeposti ingekuwa nini? Hata uh, Ibra angeposti asingeposti isingesaidia kwa sababu hata Ibra wakati yuko Konde Gang mm -hmm. aliyekuwa ana push nyimbo na izipigwe ni Harmonize, mm -hmm. sio Ibra mm -hmm. mm -hmm. Eh, ni mtu b mtu wa kushughulikiwa kwa. Ibra yeye mwenyewe bado ni msanii mdogo, akaunti yake mm -hmm. uh, uh, ni ndogo a kwanza, angepush wapi? si kama ile love mda mwingine brother akatoa ngoma afu kanisimamia ingekuwa ni msanii mkubwa, lakini eh, sasa ni kitu ambacho akishtui kwa, kwa, kwa Ibra kutofanya mm -hmm. Uh, si, si, si, um, mm. Mkubwa, ni kitu ambacho hakishtui kwa sababu Ibra sio msanii mkubwa, ni upcoming bado anajita, anajitafuta bado anajitafuta pia, anaona aibu, anaona anaona si nini vipi. Ah, mm. I, I, I'm not, I'm not